Man of the match ni yule beki ambaye alifunga goli la pili, Sami mm. Kwangu mimi nadhani goli kipa alistahili sana. Elshenal alikuwa biblia na wakati bora sana, mmoja ya wachezaji mm. ambao unasema yupo kwenye piki yake ya kucheza mm-hmm. kwa umri, lakini hata kwa kiwango ndio. Uh, tunaamini kwenye, kwenye football miaka 27 28 minare. mm ndio umri ambao unasema pale, unafanya vitu vingi sana kwa usahihi na viwango vya makosa vinakuwa vimepungua, na hata washaji wengi pia, hata kwenye mabara mengine wamefanikiwa sana wakiwa katika huu umri, wamefanikiwa kuthibitisha ubora wao katika mazingira tofauti tofauti. mm. Sasa kwa sobi, okay, ukimwangalia na kile ambacho alikuwa anafanya kwenye mchezo wa jana, ndio kwanza ilikuwa ni hiyo kiu ya kutaka kuthibitisha ni namna gani ambavyo wameuhitaji huo ubingwa lakini mechi ilikuwa muhimu kiasi gani? Ntakupa mm. scenario chache tu kuelekea katika ile mechi kabla ya kumalizika. Wakati unaelekea katika ule mchezo, mpira wa Afrika tunahesabu goli la ugenini mm. kwenye bakuli la Pyramids jana alikuwa na option tu ya kulinda lango lake dakika zote tisini na bado angekuwa bingwa bila bila bila bila yaani bila, bila. Angekuwa bingwa alikuwa anatoa ana, ana, ana, ubingwa pasi na shaka yoyote, kwa sababu alipata goli akiwa, akiwa ugenini. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza, lakini sehemu ya pili, najiuliza kama walikuwa na faida ya goli moja. Maana yake walimheshimu mpinzani kiasi ambacho wakalazimika kufanya kila kitu wakiwa nyumbani kwao kuwathibitishia mashabiki zao kwamba sisi tunalitaka hilo kombe, wakawa wanafanya vitu vingi sana kwa ubora wa hali ya juu unajaribu kuangalia mazingira ya kushinda baadhi ya watu kiwanjani haswa kipindi cha kwanza au wakati wao wanatafuta au magoli. Ndiyo, walikuwa na wakati bora sana. unajaribu kuangalia kwa upande wa Mamelodi kama wao waliweza kupata ushindi, mm, kwenye mechi dhidi ya Al-Ahli waliweza kupata goli ugenini, mechi dhidi ya Al-Ahli wakapata nafasi ya kuingia fainali maana yake walikuwa nafasi pia jana kupata goli au magoli ambayo yangewapeleka kwenda kuchukua ubingwa, kitu ambacho ndio kilitokea, lakini hawakufanikiwa tu kuwa mabingwa, kwa maana walipata goli ugenini lakini hilo goli lilikuwa limewapa wao nafasi ya kwenda kutoa kutoa ndoo, lakini walipata hilo goli. Tafsiri yake ukienda kuangalia kwenye uzani wa mchezo wenyewe, wakati unakwenda kuchezwa, kila mmoja alikuwa anazungumza lugha tofauti. Huyu mwingine alikuwa anaenda na kumbukumbu -kumbu ya kwamba mimi nimekuwa na wakati mzuri katika mchezo lopita katika, katika nchi hi mm. kupata goli lakini kwa upande wa, wa Pyramid alikuwa naamini kamaaa nichonacho, nikishindwa basi nipate magoli na wewe au nipate magoli mengi kuliko, kilitokea alipata magoli mengi kitu tena, tena, tena tena ya. Yes. ambacho nasema kiliyakafuta yale kule kwamba kwanza rudisha lakini alikuwa pia katika wakati mbaya sana, baada ya Mamelodi kupata goli. Yes, alikuwa katika wakati mgumu sana. Ndio maana najaribu kuangalia ndiyo, baadhi ya matukio. Na wakati Mamelodi anapata goli, ndio kipindi ambacho Mamelodi ameongeza ufanisi uh, katika baadhi ya matukio ikiwemo kuokota mpira pia mara dondoka, uhatari wao juu katika kupiga pasi mm. walivyokuwa na kwenda kulisa kama lango la timu pinzani, aina ya mipira ambao walikuwa na pia lango la, la Pyramids, unaona kabisa lilikuwa ni ni ni walikuwa na dhamira ya, ya, ya kweli ya kwenda kupata kutoa ubingwa ama kwenda kuchukua kukuchukua ile taji mm, isivyo bahati uh, eneo lao la kushambulia pia nilikutana na wakati mgumu sana kwa mlinda mlango eleshanalo, kwa sababu isingekuwa yeye, umetaka kumita, kumtaja ye kama ndio man of the match kwa kweli. Yeah, kwa sababu ya matukio mengi ambayo wao walikuwa wanaamini hapa tunakwenda kupata goli, ndiko mm, ambako alikuwa anafika kwenda kuzuia hayo mazingira kwamba basi, hamwezi kupata goli kama mimi mimi niko hapa.